ti ya Chama cha Mapinduzi CCM Dkt John Magufuli amewataka vijana nchini kuacha kurubuniwa na baadhi ya wanasiasa kwa lengo la kuvuruga amani ya nchi. Dkt Magufuli amesema hayo wakati akizungumza na wakazi wa wilaya mpya ya Kakonko mkoani Kigoma wakati akimaliza mikutano yake ya kampeni mkoani humo na kuanza kampeni zake katika baadhi ya wilaya za mikoa ya Kagera na Geita. Mwandishi wetu Jaffar Haniu anayetoa taarifa zaidi. Wakazi wa wilaya mpya ya Kakonko mkoani Kigoma wamejitokeza kwa wingi katika mkutano wa kampeni za mgombea rais kwa tiketi ya chama cha mapinduzi CCM Dr. John Magufuli alori, alori, alori, alori. Dr. Magufuli amesema anatambua kuwa vijana wamekuwa wakitumika vibaya na baadhi wana ya wanasiasa kwa lengo la kuvuruga amani nchini bila kujua madhara wanaweza kuyapata baadaye tulikuwa wepesi wa kuruguniwa. Sa lingine mnapewa viroba tu kidogo, wanaambia hapa patachimbika. Wanaoambia patachimbika, wakishachimbika wao hawako hapa, wako Dares Salamu wao, uhai hawawareti watoto wao hawawareti wakezao. Tunaanza kwa nyingine tunaumizana tu, kwa sababu huyu ni chama fulani, huyu ni chama fulani, huyu ni chama fulani. Mimi mmeniona hapa, ninaomba wote, hakuna mtu aliyezaliwa na chama. Pia Dkt Magufuli amesema atahakikisha wakulima wa mazao ya alizeti na pamba wananufaika na mazao yao kwa kuongeza thamani ya mazao ya hayo. Pamba zao lile la pamba kidogo limeshukashuka kidogo, lakini tutalisimamia na usimamizi wake itakuwa kwa ajili ya kujenga sasa viwanda tukijenga viwanda vya nguo na nyuzi, ile pamba inayolimwa kakongo ikajiniwa kwenye majina yetu. Itaenda moja kwa moja kutengeneza nguo na nyuzi na tutakuwa tunauza nguo na nyuzi nje, thamani ya pamba itakuwa imepanda juu. akiwa wilayani Biaramulo, Dkt. Magufuli amezuru kaburi la aliyewahi kuwa mwalimu wake aliyemfundisha shule ya msingi, hayati mwalimu Corneli Pastori aliyefariki Agosti 7 mwaka huu, muda mfupi baada ya Dkt. Magufuli kuchaguliwa na CCM kuipeperusha bendera ya chama hicho katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Nilizungumza na hayati mwalimu Pastor na alikuwa na haya kwa Dakta Magufuli kwa sasa kabisa, na kwanza amtangulize Mwenyezi Mungu abariki atie mkono wake kwa kazi atakayokabidhiwa, awe maadilifu, alitumikia taifa ashiwe mbaguzi Jafari Haniu TBC Chato